Habari, karibu tena katika chaneli yetu ya Sabo Clinic. Naitwa Dr. Jimmy. Baada ya kuongelea dalili za homoni za mwanamke kuvurugika, wanaume wamekuwa wakiniuliza je, ah, ah, ni dalili zipi za mwanaume homoni zake kuweza kuvurugika? Kwa hiyo nitakutajia dalili za homoni kuvurugika kwa upande wa mwanaume. Nikukumbushe, kama ni mara ya kwanza kufuatia chaneli yetu, basi usisahau kusubscribe na ucomment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Tufahamu pia mwanaume ana homoni kama mwanamke, ambaye ana homoni ya testosterone, ana homoni ya cortisol, ana homoni ya insulini, ana homoni ya tezi ambayo tunasema ni siroidi homoni. Kwa hiyo hizi homoni ikitokea pia na zenyewe zimeweza kuvurugika, hazijawa kwenye uyano sawa, basi ndugu yangu azitaleta ah, madhara ah, kadha wa kadha. Baadhi ya madhara madhara makubwa ni kushindwa kutungisha mimba. Utashindwa kutungisha mimba, kwa hiyo hiyo ni madhara ambayo ni makubwa sana lakini pia unakuta mwanaume anakuwa na sauti uh, kama ya kike, basi ujue kwamba ni changamoto ya homoni. Hiyo sio, ni changamoto ya homoni. Unakuta pia mwanaume uh, hana ndevu na amefikia wakati wa kuwa na ndevu, basi hiyo pia ni changamoto, unakuta ni homoni. Unakuta mwanaume hana sauti nzito, basi changamoto ya homoni. The same hata kwa wanawake, ukikuta na ndevu, ana sauti nzito kama mwanaume, basi jua hiyo ni changamoto tu ya homoni uh, imbalance. Sasa dalili za homoni Kupiga kwa homoni kwa upande wa mwanaume ni zipi? Dalili namba moja ni kupungua kwa hamu ya tendo la ndoa, ambayo tunasema libido uh, ambayo tunasema kwa mwanaume, ambayo homoni yake especially homoni ya testosterone ikiweza kupungua, basi huyu mtu hataweza kupata hamu ya tendo la ndoa. Na kabisa, ni dhahiri shairi, baadhi ya wanaume wapo nakupigia simu, anakuambia bana, mimi sina hamu kabisa ya tendo la ndoa. Kwa hiyo kama hauna hamu kabisa ya hamu ya tendo la ndoa, jua ndugu yangu, hiyo ni changamoto ya homoni kuvurugika. Lakini pia kupungua kwa misuli na nguvu Unakuta mara nyingi upo upo ni restless, unajihisi alegerege, basi aujue kwamba ukijihisi legerege, basi jua homoni zako pia hazifanyi kazi, kwa sababu pia mwanaume ni mtu ambaye anatakiwa kuwa na misuli na anafanya kazi na sio legelege. Lakini pia tatizo la nguvu za kiume ambapo tunasema erectile dysfunction, a, changamoto hii ni changamoto kubwa ya nguvu za kiume, na hapa nitaelezea kiufupi. Lakini kama una changamoto hiyo, basi hakikisha unapata kitabu chako kinachoitwa Mani Manipawa, kitaweza kukupa mwongozo mzuri. Kitu cha kwanza unachotakiwa kufanya unapokuwa unatibu nguvu za kiume ni kuweza kujitambua, wewe upo kwenye upande gani? Nguvu za kiume ni general lakini kuna vipengele vingi sana. Kwa hiyo ukipata kitabu cha Manipawa kitaweza kukuelekeza aje ni ni wewe uko kwenye, uh, kwenye kwenye kundi lipi na ufanye nini ukiwa kwenye kundi uh, kundi hilo. Lakini pia kupungukiwa au kuongezeka uh, kwa mafuta ya mwili unakuta mtu anaweza ananenepa na kuwa tunasema ni manyama uzembe uh, kwa hiyo hapa kwenye kupungua, ungezeka, uh, kupungua lizouta uh, akaongezeka au kupungua ghafla, hii pia inaonyesha kwamba uh, kuna changamoto uh, kwenye upande wa homoni homoni zake. Kwa hiyo kama una, unaona una dalili hiyo, basi ndugu yangu pia angalia namna na kuweza kudhibiti homoni zako ili uweze kuwa sawa. Lakini pia dalili nyingine ni tatizo la usingizi. Mara nyingi utakuta unakuwa na dalili ya usingizi uh, nataka usingi, uh, kusinzia sana mara kwa mara, yaani usingizi uh, ni wa kuigia usingizi mara kwa mara. Basi ukiona una changamoto hiyo, basi jua pia Aa, ni dalili mojawapo ya homoni kuvurugika kwa upande wa kwako mwanaume. Lakini pia maumivu ya mifupa mifupa na uzaifu, unakuta mifupa inakuwa inaumauma. Ukikuta mifupa inaumauma mara unajisikia legelege, basi tambua una changamoto ya homoni kuvurugika kwako wewe mwanaume. Lakini pia kupungukiwa kwa nywele, unakuta nywele nywele kichwani au mwilini unakuwa na upungufu wa nywele. Sasa hapa sijaongelea wale wenye upaa kwa sababu wengi wamekuwa wakiniuliza kwamba sasa wenye upai na wao na maana homoni zao zimevurugika zaidi. Hapana, nakuta upungufu awa nywele mwilini. Najua mwanaume mara nyingi na a, a, kiasiria inabidi awe na nywele kwenye baadhi ya sehemu. Nakuta nywele kwenye mikono, kwenye miguu, lakini unakuta mwanaume hana kabisa hizo nywele, jua kwamba kuna changamoto ya homoni. Lakini pia kupungua kwa idadi ya manii, kupungua kwa idadi ya manii ambayo tunasema hapa, ndo tumekwambia mara ya kwanza kwamba inasababisha nguvu za kiume kupungua. Kwa hiyo ukiona manii zako zimepungua, jua kuna changamoto kwenye uh, upande wa homoni wa homoni zako. Lakini pia mabadiliko ya hisia, unakuta mtu hana hisia, anapitia depression au wasiwasi basi jua pia homoni uh, zake uh, zimeweza uh, kuvurugika. Tuambie hapo chini wewe mwanaume, je, uh, wewe una dalili zipi? Ni dalili zipi ambazo wewe umekuwa ukizipitia zinazo uh, kuonyesha kwamba homoni uh, uh, uh, zako zimeweza uh, kuvurugika. Lakini kama una swali lolote, una changamoto yoyote ambayo imekuwa ikikutesa, basi sabukini, kitupo kwa ajili yako, tupo kwa ajili ya kusaidia kuhakikisha changamoto hii